Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu Hamim. Tanzilun minar Rahmanir Rahim. Uteremsho huu umetoka kwa mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqawmi ya'lamun. Hichi ni kitabu kilichopambanuliwa aya zake cha kusomwa kwa Kiarabu kwa watu wanaojua. Kitoacho habari njema na chenye kuonya, lakini wengi katika wao wamepuuza.

na masikio yetu yanauziwi na baina yetu na wewe lipopazia basi wewe tenda nasi tunatenda. qul inna ma ana basharun mithlukum yuha ila anma ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilayhi ilhi wastaghfiru hu wa waylul lil mushrikin, sema hakika mimi ni mtu kama nyinyi inafunuliwa kwangu ya kwamba Mungu wenu ni Mungu mmoja tu, basi nyookeni sawa kumwendea yeye na mumtake msamaha, na ole wao wanaomshirikisha. alladhina la yutuna zakata wahum bil akhirati hum kafirun, ambao hawatoi zaka na wanaikataa akhira. innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghayru mamnun hakika wanaoamini na wakatenda mema watakuwa na ujira usio na ukomo. Qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin, sema hivyo, nyinyi mnamkataa aliyeumba ardhi katika siku mbili na mnamfanyia washirika

Kisha akazielekea mbingu na zilikuwa moshi, akaziambia hizo na ardhi, njooni kwa khiari au kwa nguvu. Vyote viwili vikasema, tumekuja nasi ni watiifu. faqadahunna saba samawati fi yawmayni wa awha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-sama'a ad-dunya bi masabiha wa, wa hifdha basi akazifanya mbingu saba kwa siku mbili, na akazipangia kila mbingu mambo yake, na tukaipamba mbingu ya chini kwa mataa na kwa ulinzi. Hichi ndicho kipimo cha Mwenyezi Mungu mwenye kujua. Fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa thamud. Basi wakipuuza wewe sema na kuhadharisheni adhabu mfano adhabu ya Adi na Thamud. Ija'athum rusulun min bayni aydihim wa min khalfihim alla ta'budu illa Allah. Kalu lau shaa rabbuna lanzala malaikatan fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Walipowajia mitume mbele yao na nyuma yao, wakawaambia msimuabudu ila Mwenyezi Mungu, wakasema angelitaka mola wetu mlezi, bila shaka angeliwateremsha malaika

Ama kina Adi walijivuna katika nchi bila ya haki, na wakasema nani aliyekuwa na nguvu kushinda sisi? Kwani wao hawakuona kwamba Mwenyezi Mungu aliyewaumba ni mwenye nguvu kushinda wao? Na wao wakawa wanazikataa ishara zetu. Fa linudhiqahum adhabal khizyi fi hayatid dunya wala adhabal akhirati akhza wa hum la yunsarun, basi tuliwapelekea upepo wa kimbunga katika siku za ukorofi, ili tuwaonjeshe adhabu ya kuwa hizi katika uhai wa duniani, na bila shaka adhabu ya akhera ina hizaya zaidi na wala wao hawatanusuriwa. wa amma thamudu fahadainahum fastahabbu alama ala alhuda faakhadhathum sa'iqatu aladhabi lhuni bima kanu yaksibun, na ama Thamudi tuliwaongoza, lakini walipenda upofu kuliko uongofu. Basi uliwachukua moto wa adhabu ya kwa fedhehi kwa sababu ya yale waliokuwa wakiachuma. wanajaina alladhina amanu wa kanu yattaqun, na tukawaokoa walioamini na wakawa wanamcha Mungu. wa yauma yuhsharu aadaa Allah ila nar fahum yuzaun, na siku watakapokusanywa maadui wa Mwenyezi Mungu kwenye moto

Hata watakapofikia moto yatawashuhudia masikio yao na macho yao na ngozi zao kwa waliokuwa wakiyatenda. waqalu lijuludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana allahu alladhi antaqa kull shay'in wa huwa khalaqakum awwala marrah wa huwa khalaqakum awwala maratan wa ilayhi turjaun. Na wao wataziambia ngozi zao, kwa nini mmetushuhudilia? Nazo zitasema ametutamkisha Mwenyezi Mungu ambaye ametamkisha kila kitu, na yeye ndiye aliyekuumbeni mara ya kwanza na kwake yetu mtarejeshwa. wa ma kuntum tastatiruna

lakini mlidhani kwamba Mwenyezi Mungu hayajui mengi katika mliokuwa mkiatenda. Wadhalikum dhannukum alladhi dhannantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum min al khasirin. Basi hiyo dhana yenu mliokuwa mkimdhania Mola wenu mlezi imekuangamizeni.

Na tukawawekea marafiki na wakawapambia aliyo mbele yao na nyuma yao, basi ikawathibitikia kauli wawe pamoja na mataifa aliyopita kabla yao, miongoni mwa majini na watu. Hakika hao wamekuwa ni wenye kuhasirika. waqala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun, na waliokufuru walisema Msisikilize Qurani hii na timuweni zogo, huenda mkashinda. falanudhiqanna alladhina kafaru adhaban shadidan wa lanajziyannahum wa lanajziyannahum aswa alladhi kanu ya'malun, basi hapana shaka tutawaonjesha hao waliokufuru adhabu kali

Hadum. Hayo ndiyo malipo ya maadui wa Mwenyezi Mungu, moto humo watakuwa na maskani ya kudumu, ndiyo malipo yao kwa sababu walikuwa wakizikataa ishara zetu. Waqala alladhina kafaru rabbana arina alladhina adallana min aljinni walinsi naj'alhuma najalhuma tahta qadamina liyakuna minal asfali. Na waliokufuru watasema: Mola wetu Mlezi, tuonyeshe waliotupoteza miongoni mwa majini na watu, ituwaweke chini ya miguu yetu, wapate kuwa miongoni mwa waliochini kabisa In...

Hakika waliosema mola wetu mlezi ni Mwenyezi Mungu, kisha wakanyooka sawa, hao huwateremkia malaika wakawaambia: msiogope wala msihuzunike, nanyi furahini kwa pepo mliokuwa mkiahidiwa. nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un. Sisi ni vipenzi vyenu katika maisha ya dunia na katika akhera, na humo mtapata kinachotamaniwa na nafsi zenu na humo mtapata mtakavyovitaka, nuzulan min ghafuri rahim

Na ni nani mbora wa kusema kuliko aitaye kwa Mwenyezi Mungu, na akatenda mema, na akasema hakika mimi ni katika Waislamu. wala tastawil hasanatu wala sayyia idfa billati hiya ahsanu faidha alladhi bainaka wa bainahu adawatu ka annahu waliyun hamim, mema na maovu hayalingani, pinga uovu kwa lilojema zaidi hapo yule ambaye baina yako naye pana uadui atakuwa kama rafiki jamaa wa kukuonea uchungu. wama yulqaha illa alladhina sabaru wama yulqaha illa dhu hadhin adhim, lakini hawapewi wema huu ila wanaosubiri, wala hawapewi ila wenye bakhti kubwa wa ima... Nazgun, na sheitani akikuchochea kwa uchochezi wewe jikinge kwa Mwenyezi Mungu. Hakika yeye ni mwenye kusikia, mwenye kujua. La tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyahu ta'budun, Na katika ishara zake ni usiku na mchana na jua na mwezi, basi msilisujudie jua wala mwezi, bali msujudieni Mwenyezi Mungu aliyeviumba Iki yetu. Fa wa wa na ikiwa nyinyi mnamwabudu yeye tu. fa inistakbaru falladhina inda rabbika yusabbihuna lahu billayli wan nahari wa hum la yasamun. Na ikiwa watajivuna, basi hao waliopo kwa Mola wako mlezi wanamtakasa yeye usiku na mchana na wao hawachoki. wa min ayatihi an

Katika ishara zake ni kwamba unaiona ardhi nyonge, lakini tunapoiteremshia maji mara unaiona yataharaki na kuumuka. Bila shaka aliyeihuisha ardhi ndiye atakayehuisha wafu. Hakika yeye ni muweza wa kila kitu. Ma bima basir. Hakika wale wanaoupotoa ukweli uliomo katika ishara zetu hawatufichikii sisi. Je, atakayetupwa motoni ni bora au atakayekuja kwa amani siku ya Kiyama? tendeni mpendavyo kwa hakika, anayaona, ja'ahum, wa hakika yeye anayaona mnayoyatenda. Innal ladhina kafaru bidhikri lamma lamma wa innahu lakitabun aziz. Kwa hakika wanayoyakataa mawaidha haya yanapowajia na haya bila shaka ni kitabu chenye nguvu na utukufu. La yati albatil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid, autakifikia upotovu mbele yake wala nyuma yake kimeteremshwa na mwenye hikma msifiwa. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirusuli min qablik Wambiwi wa ila yale yale yaliyoambiwa mitume wa kabla yako. Hakika Mola wako mlezi bila ya shaka ni mwenye maghfira.

Min baid. Na lau tungeliifanya Kurani kwa lugha ya kigeni wangelisema, kwa nini aya zake hazikupambanuliwa? yawaje lugha ya kigeni na mtume mwarabu? Sema, hii Kurani ni uongofu na poza kwa wenye kuamini, na wasioamini wa umauziwi katika masikio yao nayo, na kwao imezibwa hawaioni hao wanaitwa nao wako pahala mbali mbaliwalaqad atayna musa alkitaba fahtulifa fihi walawla kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya baynahum wa innahum lafi shakkin minhu murib, na hakika tulimpa Musa kitabu, lakini pakatokea khitilafu kati yake, na lau kuwa halikwisha tangulia neno la mula wako mlezi wangelihukumiwa na hakika wao wamo katika shaka yenye kuatia wasiwasi. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid, anayetenda mema basi anajitendea mwenyewe nafsi yake, na mwenye kutenda uovu basi ni juu ya nafsi yake vilevile vile.

Ujuzi wa kuijua saa ya kiyama unarudishwa kwake tu Mwenyezi Mungu, na matunda hayatoki katika mafumba yake, wala mwanamke hachukui mimba wala hazai ila kwa kujua kwake. Na siku atakayowaita akawaambia, wako wapi washirika wangu? Hapo watasema, tunakiri kwako ya kwamba hapana miongoni mwetu anayeshuhudia hayo. wadhanna anhum ma kanu yad'un min qabl wa dhannu ma lahum min mahis, na wakawapotea wale waliokuwa wakiwaomba hapo kwanza.

falanunabbianna alladhina kafaru bima amilu walanudhiqannahum min adhabin ghalidh, na pindi tukimwonjesha rehma itokayo kwetu baada ya kumgusa dhara, bila shaka husema haya na yastahiki mimi, wala sidhani kuwa kiama kitakuja, na hata nikirudishwa kwa mula wangu mlezi, bila shaka nina mema yangu kwake basi kwa yakini tutawaelezea waliokufuru hayo walioyatenda na kwa yakini tutawaonjesha adhabu ngumu. Wa idha an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idha massahu ash-sharru fa dhu du'a'in 'arid. Na, na tukimneemesha mwanadamu hugeuka na kujitenga upande. Na inapomgusa shari huwa na madua marefu marefu. Kul araytum in kana min indi Allahi thumma kafartum bih man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id. Sema, mnaonaje ikiwa haya anatoka kwa Mwenyezi Mungu nanyi ikawa ndiyo mmeyakataa

Tutawaonyesha ishara zetu katika upeo wa mbali na katika nafsi zao wenyewe mpaka iwabainikie kwamba haya ni kweli. Je, haikutoshi kwamba Mola wako mlezi kuwa yeye ni shahidi wa kila kitu? Ala innahum fi miryatin min liqa'i Ama wao wamo katika shaka ya kukutana na Mola wao mlezi. Ama hakika yeye amekizunguka kila kitu.